Doeka. Timu ya IAA timu yetu ambayo inashiriki ligi daraja la pili, eh, tunafahamu kwamba inasafiri leo kuelekea kule Tanga. Eh, mkoa ambao una masuala ya tangawizi nyingi, eh, masuala ya karafuu, eh, e, wanasema chai ya nazi, wale unapikwa na nazi nane, lakini eh, tunatamani kuzungumza kuhusiana na safari ya timu, e, timu inasafiri kia na wachezaji wangapi na hali za wachezaji mpaka sasa zikoje pia. Wachezaji wako vizuri na tutaondoka na wachezaji wapatao ishirini na tano na benchi la ufundi, na vilevile tunaondoka ma majira ya jioni mm. ndio maana siku ya kesho tutafanya mazoezi Tanga na, na siku ya kesho kutwa mm -hmm. kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya siku ya Jumamosi yeah. Ndiyo, ndiyo. Na hali za wachezaji zikoje? Kuna mchezaji yeyote mwenye majeruhi? Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho tunazungumza, e, tunazindua jezi e, pale Baptisti na mkuu wa chuo akiwepo pia tuliambiwa kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na matatizo walikuwa kwenye injury, je wamesha recover tayari tunaweza tukawatumia kwenye mchezo dhidi ya Misitu? Hapana, mchezaji wa Pasco bado ataendelea kupata matibabu mm. uh, kikosi chetu kina kina wachezaji zaidi za, za, ya 35 Yeah. Kwa hiyo tutaondoka na ishirini na tano, wengine ni wawe wenye majeraha, lakini kikosi chetu sio pungufu, hao walioko wanaweza wakatupatia ushindi. Na sisi kama ilivyo kawaida yetu mm. tunapenda kuwauliza mashabiki wachague, wanataka magoli mangapi? <laughs> yaani wachague wenyewe. E, wakitaka magoli sita sisi tunafunga sita, wakitaka matatu tunafunga matatu, japokuwa sasa wengi nikiongea nao wanapendekeza kwa sababu ni ugenini kusikia aibu timu ambazo zipo huko kwao tuwafunge angalau magoli matatu.